Moja kwa moja hadi kaunti namba 44 ambapo shughuli za usafiri zilitatizwa leo katika mji wa Migori na Awendo baada ya wahudumu wa bodaboda kuandamana wakipinga unyanyasaji wanaodai unatekelezwa na maofisa wa serikali ya kaunti. Wahudumu hao walifunga barabara ya Kisii kuelekea Sirare. Wamemshutumu gavana wa kaunti hiyo Ochilo Ayako kwa kushindwa kutimiza ahadi yake ya kushirikiana nao na kuwapa nafasi ya kutega uchumi wao bila kudhulumiwa barabarani. Hatujakuwa incited ni yale matakwa yote ya watu wa bodaboda, hakuna hajatekeleza hata moja yes. Aliahidi watu wa bodaboda kuwa wale ambao watakuwa wanakata ushuru kwa hizo barriers ni watu wa bodaboda kuanzia leo, tangu jana ni watu wale wa kaunti wakajiwatambu Alituahidi, lakini hiyo maagano yake haikufanyika. Kwa hivyo sisi kama wanabodaboda tunasema ya kwamba tumejitokeza ili aje sikio kilio chetu, akae na sisi atekeleze matakwa yetu.